Habari zifuatazo ni mbinu kumi ambazo zitakusaidia wewe dereva kuondokana na usingizi wakati wa kuendesha gari, hasa safari ndefu. Namba moja. Hakikisha unapata muda mrefu wa kulala wakati wa usiku ili kufanya uamke ukiwa na nguvu na bila deni la usingizi ambalo utalilipa mchana endapo kama hutalala muda wa kutosha wakati wa usiku. Hivyo ni vyema kulala kuanzia masaa saba mpaka nane wakati wa usiku ili kuepukana na usingizi wakati wa mchana. Namba mbili. Chukua mapumziko ya kila mara angalau dakika kumi mpaka thelathini kila baada ya masaa manne ya kuendesha gari. Sio lazima kulala, unaweza kutumia muda huo kunyosha mwili wako na pia kupata muda wa, wa kukagua gari lako na kunywa maji na pia kupunguza maji mwilini. Namba tatu. Hakikisha gari lako linakuwa na mzunguko wa hewa wa kutosha, kusiwe na joto sana au baridi sana, ili kuzuia kuleta hali ya usingizi hivyo hakikisha muda wote ndani ya gari lako kuna mzunguko mzuri wa hewa. Washa AC au shusha vioo kwa ajili ya kufanya gari, gari, gari liwe na hali nzuri ya hewa. Namba nne, sikiliza nyimbo zako pendwa au radio station yako pendwa. Hii itakusaidia kuwa active muda wote, na hakikisha pia sauti isiwe kubwa sana, na epuka kuweka bass kubwa sana kwa sababu inapelekea pia hali ya uchovu. Ikiwezekana pia ongea na abiria wako, mpige stori ili kukufanya wewe uwe active kama dereva. Namba tano, kama unatumia madawa au upo kwenye dozi, hakikisha unafahamu kuwa kama aa, madawa yako inaweza kusababisha hali ya usingizi unapokuwa barabarani, ko ni vyema kumuuliza daktari, uh, ili kupata ushauri zaidi na kufahamu, je, dawa ambazo unatumia zina kama zinaweza kukuletea hali ya usingizi unapokuwa barabarani. Namba sita, kama unahisi usingizi au ukisikia hali ya usingizi au hali ya uchovu hakikisha wanapaki gari lako pembeni sehemu yenye usalama na kuchukua mpumziko angalau ya dakika thelathini ili kuweza kuondokana na uchovu. Namba saba, epuka kula chakula kupita kiasi, hasa kabla ya kuendesha gari, kwani mwili utatumia nguvu kubwa sana kumengenya chakula ambacho umekikula na mwisho wa siku kupelekea mwili kuchoka na kusababisha hali ya uchovu. Namba nane, kunywa maji ya kutosha kabla ya kuendesha gari na wakati wa kuendesha gari ili kuondoa uchovu na kufanya mwili wako wa active muda wote. Namba tisa, matumizi ya kahawa au energy drinks pia anasaidia kuondoa uchovu, lakini ni kwa muda mfupi, hivyo usitegemee sana kuyatumia hayo kwa ajili ya kupambana na uchovu ambao unapelekea usingizi. Na namba kumi, u ukihisi hali ya uchovu, ukihisi kusinzia, simama na upumzike. Tukumbuke kuwa dawa ya usingizi ni kupumzika, hakuna dawa nyingine. Hivyo basi Ukizingatia haya mambo kumi, yatakusaidia wewe dereva kuondokana na uchovu unapokuonesha gari barabarani. Asanteni.